Wavuvi na wenyeji wa Mnarani kaunti ya Kilifi wameibua hisia mseto kuhusu namna shughuli za uvuvi zimekuwa zikitekelezwa baharini katika kikao cha baraza ambacho kimefanyika eneo la Mnarani na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wa idara ya usalama, wavuvi hao wanadai kumekuwa na, na wavuvi ambao wamekuwa wakitumia nyavu ambazo zilipigwa marufuku, na licha ya baadhi yao kujulikana hakuna hatua za kisheria ambazo zimechukuliwa dhidi yao. Kulingana na wavuvi hao, nyavu hizo zinavua samaki ambao hawajakomaa kwa hali ambayo inafanya kunakuwa na upungufu mkubwa wa samaki baharini ani ni lazima hapa kwetu, hapa kwetu ni lazima tunasikitika. Nini jambo? kila siku, kila siku serikali iko pale imetulia, na sisi ndio wananchi wa hii Kenya. Ikiwa sisi tunaongea na hatusikizi, tukaongea na nani? Unaweza kwenda ukapata kilo mbili nili kupengele mtu na bibi, una watoto, utaonesha vipi wale watoto katika zile kilo mbili wale ambao wanataja kwamba kazi wako usaidizi ambao tunaopata kutokana na ofisi za kiserikali, mlikuwa mmetuacha katika njia pane. Swali langu ni hawa wavuvi katika upande huu wa serikali, katika idara za serikali, wanachukuliwa wako mkono gani? Wakizungumzia kuhusu kifo cha Ali Rashid ambaye alifariki baharini katika hali tatanishi, wameitaka idara ya usalama kueleza tangu kutokea kwa kisa hicho, uchunguzi umefikia wapi na iwapo waliohusika wamewajibishwa kisheria nitapenda sana ili jambo liweze kusuluhishwa na wale wahusika waweze kukabiliwa, watu wakae chini, kwa sababu nimezuia watu wengi hata kutoka baharini wanaoliwamo na wasoku wao. Akizungumzia hayo, naibu kamishna wa Kilifi kaskazini kaunti ya Kilifi Samuel Mutesia Mwinde ametoa wito kwa wakazi na wavuvi wa Mnarani kaunti ya Kilifi kutumia rasilimali zilizopo baharini ili ziwasaidie katika kukidhi mahitaji yao na kuwasistiza kudumisha amani wanapoendeleza shughuli zao za uvuvi baharini. Muinde pia amesema idara ya ujasusi imekuwa ikiendeleza uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha Rashid na kuwataka wakazi kutobaguana kwa misingi ya kikabila au hata tabaka na kuwataka kuzingatia sheria za uvuvi. Sisi tumepewa rasilimali ya bahari, wengine wamepewa rasilimali ya ufungaji wengine wamepewa rasilimali ya mafuta. Sasa sisi rasilimali yetu ni sisi wenyewe, tujue jinsi ya kutunza hii rasilimali yetu, ili iweze kutusaidia na isaidie watoto wetu na isaidie wajukuu wetu. Lakini sasa tukiweka fitina na tukiweka chuki na tukiweka uhasama, hatutaweza kusaidika. Wale ambao wanakuja na wako na temporary permits lazima wapite kwa ofisi tujue, mimi ni Mutisia, nimekuja kutoka mahali fulani na permit yangu niyo hii, tuikague tujue kama ni halali ama siyo halali. Kauli ya Mwinda imeungwa mkono na kamanda wa polisi katika eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, Stanley Tunui, ambaye ameahidi wahusika watakabiliwa kisheria, huku akisema kwa muda wa miezi miwili hakuja kuwa na visa vya uhalifu katika eneo la Mnarani kama ilivyokuwa hapo awali huko na mwenzetu hapa ambaye ako kwa idara ya ujajuzi ujasusi, ambaye atatuambia ukweli na mi naomba wananchi twende na huo ukweli ambaye tunaambia na watu ambayo wanahusika, tusisikize ingine ambayo ni watu ambaye hawana ujuzi, na atakuja kutuambia the position ya maneno ya uchunguzi vile inaendelea. Haya yanajiri huko. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi eneo bunge la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, Moses Lelekong akisema kufikia sasa wamefanikiwa kuandikisha taarifa ya vijana 25 ili kubaini kilichosababisha Ali Rashid ambaye alikuwa mvuvi kufariki katika hali tatanishi huko baharini, na tayari wako na ushahidi, na kesho Ijumaa watuhumiwa watakuwa wanafikishwa mahakamani, na mpaka hivi sasa tumeweza kuandikisha taarifa ya vijana 25. Eh, kati ya vijana thelathini na moja maanake boti ya kwanza ambayo ile ilisemekana ilishika samaki ilikuwa na vijana kumi na saba. Hii nyingine ilikuwa na vijana kumi na nne. Kufikia jana, tumeweza kushika ama kupata ule vijana ambayo anashikiwa na kufikia kesho tutawapeleka kutini kwa sababu tuko na ushahidi ya kutosha. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa Mnarani, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Janet Mumbi, Coco FM, ladha ya Pwani.